Mwisho wa siku itakuwa kesi kama ya Freeman Mboe, na ni ajabu kwamba chini ya utawala wa Rais Samia kwa miaka minne ya kwake amejaribu kuwafungulia viongozi wa chama hiki kesi mbaya. Alijaribu kumfungulia kesi ya ugaidi mwenyekiti Mboe, ambaye hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa amejaribu tena kumfungulia Lisu kesi ya uhai, ya, uh, ya uhaini ambayo hukumu yake vilevile vile ni kunyongwa mpaka kufa. Chini ya miaka minne tu ya kwake, viongozi wa chama kikuu cha upinzani chini ya utawala wake wanafunguliwa kesi mbili za uongo. Kwa hiyo hii kesi iondolewe mahakamani, Liswa rudi mtaani, tuendelee na shughuli zetu kama zilivyopangwa. Kwa hiyo hilo linahusiana na kesi, na tunasisitiza wanachama wetu na Watanzania wengine wote waje mahakamani. Jambo la pili ni operation yetu ya no reforms, no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, itaendelea kama ilivyopangwa kuanzia tarehe tatu mwezi Mei, na tutakuwa na timu mbili kama zilivyokuwa awali, timu moja itaongozwa na katibu mkuu na timu nyingine nitaiongoza mimi tutaendelea na operation kuanzia kanda ya kati kwa maana ya mikoa ya Morogoro, e, Dodoma na Singida kuanzia tarehe tatu. Baada ya hapo tutaendelea na mikoa ya kanda ya Magharibi, Katavi, Kigoma na mikoa mingine ya kanda ya Magharibi. Na katika hilo tumeona dalili za kuanza vitisho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 inawezekana hata hizi orders za kumkamata Heche haieleweki, aliyezitoa huyu anasema hivi. Inawezekana ni kila mtu anaongoza section yake, kwa sababu kama RC anasema wako na mimi, RPC anasema hawajanikamata, ni message gani anayoipeleka kwa Watanzania? Kwa hiyo hili la kukamatwa mimi ni sehemu ya vitisho vya kutuzuia kufanya kazi zetu, lakini lazima tufanye kazi zetu. Jambo la mwisho Tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini walilolitoa wakati wa Pasaka. Tunaunga mkono tamko la Shura ya maimamu walilolitoa wakati wa Idi, wote wakiunga mkono msimamo kama wa kwetu wa kusema mabadiliko yanahitajika kwenye nchi hii ili uchaguzi ufanyike ambao ni huru haki wa wazi ili kuwapa Watanzania viongozi wanaowastahili kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya nane, serikali itatokana na wananchi lengo kura